Shikamoo, neema na amani kutoka kwa Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. habari asubuhi kwa wote. na nawasalimu kondoo wa Yesu, nawasalimu wale wanaoelewa na kutambua kwamba Biblia takatifu ni sauti ya Mungu, na pia kwa wale ambao bado hawajafahamu mapenzi ya Mungu juu ya maisha yao. Kwa kuwa ni kondoo, wataendelea kusikiliza na kushiriki katika kipindi chetu. Leo nataka nikuongelee kuhusu kujikana mwenyewe na kumtumainia Mungu. Watu wengi hawaelewi maisha ya Kikristo katika maana halisi ya neno hilo. Mara nyingi watu husema, ndugu, lakini mimi tayari naenda kanisani. Ah, lakini ninajua Zaburi za Biblia takatifu. Mara kwa mara kuna wakati ninakaa kwenye maombi kwa hiyo mambo haya yanahitaji kufafanuliwa: kuhusu maisha ya Kikristo ni nini. Mimi ni Mtume Miguel Angelo. Hebu tuzungumze kuhusu kujikana mwenyewe. Kuna vita ambavyo utaweza kushinda tu pale utakapoelewa kwamba huwezi kwa hali yoyote ile kupigana peke yako maishani. Siri haipo katika kushikilia kitu kwa nguvu, bali kinyume chake ni kujiachilia kabisa na kwa moyo wote mikononi mwa Mungu, kuikabidhi maisha yako yote bila mashaka wala hofu mbele za Bwana, ukimwamini na kumtegemea kikamilifu. Hii ndiyo njia ya kweli ya kupata amani na utulivu wa moyo. Vinginevyo, maisha yanakuwa mzigo sana. Hukuitwa kuishi maisha ya mizigo, dhiki na uchovu. Hapana. Lakini nyinyi mliitwa kuenenda kwa amani, mkiongozwa na Bwana Yesu Kristo na Roho wa Mungu. Kwa hiyo, natuone kile neno linatufundisha. Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Kwa hiyo, huu ni mwongozo kutoka kwa Yesu kwa wale wanaoanza leo au ambao tayari wana ufahamu wa maisha ya kiroho. Ni nini? Tazama jinsi anavyosema, basi Yesu akawaambia wanafunzi wake mtu yeyote akitaka kunifata na ajikane mwenyewe, achukue msalaba wake na anifate. Hii aya bila shaka, labda ni moja ya funguo kuu na muhimu sana zinazoweza kufungua mlango mpana wa maisha ya kiroho ya kina, yenye nguvu, yenye utajiri mkubwa, na pia yenye maana ya pekee kabisa katika safari ya kiroho ya mwanadamu. Anazungumza na wanafunzi kwa hiyo tayari walikuwa na aina fulani ya uelewa wa jinsi maisha na Kristo yalivyo. Akasema sasa, kama baada ya kunisikia baada ya kunijua baada ya kujua makusudi yangu hapa duniani, kwa sababu alikuwa amemaliza tu kuambia wanafunzi wake kwamba angepitia mateso makubwa, angekufa na angefufuka. Sasa anatoa changamoto, unataka kunifuata? Akasema kwa wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kuja nyuma yangu hivyo basi, huu si tu hamu ya kibinafsi. Hakuna anayeweza kumfuata Yesu kama si kwa Roho Mtakatifu. Wakati Roho Mtakatifu anapofika katika maisha ya mtu, anafungua moyo wake, anaingia hadi kwenye kina, hadi kwenye makusudi ya moyo. Hapo ndipo kazi ya ajabu inaanza kutokea katika maisha ya mtu. Basi akasema, unataka kuja nyuma yangu? Basi angalia maana ya kuwa Mkristo, angalia maana ya kuwa muumini wa kweli alisema jambo la kwanza jikane mwenyewe kwa hivyo kujikana siyo kujidharau ni kufungua nafasi katika maisha nafasi ambayo inaweza kuitwa kiti cha enzi ambayo ni kituo cha amri ya maisha ambao ni moyo wetu ni kuhusu kujifungua mwenyewe kwa Kristo Yesu ili Kristo apate kustawi ndani ya maisha yako hii inaitwa kujimona Unapaswa kujua kwamba Ukristo una uzito mkubwa kidogo, ujumbe una uzito kuwa. Mkristo si sawa na kuishi kama mtu wa dini. Mtu anaenda kanisani akiweka alama kwenye kadi yake, anaonekana kwenye ndege ya kiroho, anapatikana Jumapili au mara moja kwa mwezi. Haya si maisha ya kiroho, haya si maisha ya Kikristo. Ikiwa unataka anasema, jikane mwenyewe. Kujinyima ni kukataa uhai ili kufanya mapenzi ya Mungu. Kisha anasema chukua msalaba wako. Inamaanisha nini kuchukua msalaba, mtume? Utastaajabishwa na kile Mungu atakuambia kupitia midomo yangu. Chukua msalaba. Msalaba unakufa kwa ubinafsi sisi sote tuna kitu kinachoitwa mwili ambacho hakifai kitu. Yesu alisema hivyo, mwili haufai kitu, na alisema kwamba tuna nafsi. Nafsi hii labda imekuwa ikiongoza maisha yako hadi leo, ubinafsi. Basi mwanadamu ni mwenye ubinafsi sana. Kuna watu wanaojiangalia na kujiona kama Mungu, kujiona kama ua zuri la mparachichi, kujiona kama biskuti ya mwisho kwenye pakiti. Mmeshawahi kusikia misemo hii? Mimi najitosheleza, mimi ni mimi, mimi kwa kifupi. Pale huu binafsi unapochukua nafasi kwenye maisha, mtu anateseka sana. Mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema kwamba janga kubwa zaidi katika maisha ya mtu ni kupita duniani bila kumjua Yesu, bila maisha ya kiroho, bila kanuni za Biblia takatifu, bila viwango vya kiroho vya Biblia takatifu. Yule mwanafalsafa alisema kwa haki, ni janga. Kwa hiyo kuchukua msalaba unamaanisha kufa kwa ubinafsi, yaani sio mimi. Paulo aliweka wazi jambo hili, bali Kristo anaishi ndani yangu. Nilisimulia kwenye madhabahu ya kanisa kwamba mtu fulani aliniuliza Mtume, kuna siri gani ya wewe kuwa mchungaji mmoja kwa zaidi ya miaka 46 katika kanisa moja minfiel Je, yeah, ulichukua kozi yoyote maalum? Bwana unayo. Mpendwa, ngoja nikuelezee. Nilikufa kwa ulimwengu, nilikufa kwa ego yangu, nilikufa kwa ulimwangu, si mimi tena ninayeishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Kwa hiyo nilibadilisha nafsi yangu, tamaa zangu za kibinafsi, matakwa yangu, niliposema: Bwana, mapenzi yako yatimizwe katika maisha yangu, na hii ni msalaba kwa sababu umejikana mwenyewe, unasema Mungu kwanza, Yesu kwanza, ninakufa kwa ego yangu, naacha kuwa mwenye kujifikiria tu, na naanza kuchanua kwa ajili ya kusudi la milele, kazi ambayo nimewekewa. Kwa hiyo ni muhimu sana ujue kwamba kubeba msalaba pia ni kukumbatia neema iliyotufanya viumbe vipya. Paulo aliwaambia Waefeso kwamba kwa neema tumeokolewa kwa njia ya imani, hii haitokani na nyinyi, ni zawadi, ni kipawa, ni karama kutoka kwa Mungu, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo unapokumbatia neema tayari unaelewa kwamba wewe si yule mtu uliokuwa zamani. Biblia inasema kwamba aliye ndani ya Kristo ni kiumbe kipya, mambo ya kale yamepita, tazama, yote yamekuwa mapya. Kwa hiyo Mungu anatufanya viumbe vipya, tumekombolewa kutoka kwa sheria ya Musa, kutoka kwa sheria ya hukumu ambayo sheria inaweka juu ya watu. Sisi ni wa asili ya watu wa mataifa, sisi ni wa injili ya wasiotahiriwa. Paulo alisema Petro alikuwa Myahudi aliyehubiri injili ya tohara pamoja na taratibu zake, sherehe zake, pamoja na kila kitu ambacho ni sehemu ya muktadha wa Uyahudi. Kisha Paulo anafika na kusema, tazama, kwa wale walio katika Kristo Yesu hakuna hukumu ya adhabu. Hivyo inamaanisha kwamba mtu anapoongoza maisha yake kwa nguvu zake mwenyewe ana mipaka, lakini Roho Mtakatifu anapoongoza maisha, ndipo kuna uzima tele. Ule wingi wa uzima unapatikana tu, unahisiwa tu na yule anayemwamini kwa kweli Bwana wetu Yesu Kristo. Basi kujikana ni kuachilia udhibiti wa kibinadamu wa nafsi ili kupokea uongozi wa Mungu kwa maisha hapa duniani. Mtume Paulo anapoandika kwa Filipi anasema hapa katika sura ya tatu mstari wa tatu kwa maana sisi ndiyo tohara ya kweli, sisi tunaomwabudu Mungu katika roho na tunajivunia Kristo Yesu na hatuamini katika mwili. Tazama uzoefu wa Mtume Paulo. Paulo ambaye baada ya Yesu alikuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa na muhimu zaidi katika Agano Jipya alisema hatuwezi kuamini katika mwili. Hatuwezi kuwa watu wa kujifikiria wenyewe tu tukiwaza mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, ni, mimi ni mpendwa. Hiyo haileti faida yoyote, inaleta maisha kama alivyosema mwanafalsafa ya tabu. Kwa hiyo, wakati unasisitiza kuwa na neno la mwisho, ubinafsi umekutawala, Mungu anakaa kimya lakini unaponyamaza na kusema Bwana, mapenzi yako yatimizwe katika maisha yangu, hapo ndipo Mungu anazungumza kwa nguvu na mamlaka juu ya maisha yako. Unajua, watu wengi hubeba mzigo wa kila mara kulazimika kuamua, kutatua na kudhibiti. Lakini tunapokabidhi usukani wa maisha yetu kwa Bwana Yesu, yeye hutuongoza kwenye njia ambazo mantiki yetu ya kibinadamu haiwezi kama kugundua kwa hiyo fikiri juu yake, ukikataa kukubali kwamba Mungu huona picha kamili ya maisha. Unajua leo na zamani zako, lakini hujui kesho yako, lakini Mungu anajua. Kwa hivyo tunapotazama kwa sehemu, Mungu huona picha nzima ya maisha yetu. Kwa hiyo ni kuelewa kwamba sio kila mlango ulio wazi, kwa mfano, ni baraka kwa sababu Mungu anajua kwamba wakati mwingine mlango uliofungwa ndiyo hasa Mungu anafanya ili kukuepusha na drama kali mbele yako. Kwa hiyo Mungu anapofunga mlango, neno linasema hakuna anayeweza kuufungua, kwa sababu Mungu anajua kesho. Na Mungu anapofungua mlango ni kwa sababu anajua kwa ukuu na hekima yake kwamba ni kwenye mlango huu na njia hii mambo yatakwenda sawa. Kwa hiyo anafungua mlango na hakuna anayeweza kufunga. Anapofunga hakuna anayeweza kufungua, anapofungua hakuna anayeweza kufunga. Kwa hiyo kile ambacho wakati mwingine kwa nje kinaonekana kama hapana kutoka kwa Mungu, ndicho ushahidi mkubwa wa upendo wake kwetu. Ushindi mkubwa zaidi, ushindi mkubwa zaidi ambao unaweza kuwa nao maishani ni kukabidhi maisha yako kwa Yesu, kusema Bwana Yesu, na kupokea na kukiri kama Bwana wangu kama mwokozi wangu, nataka mapenzi yako ndani yangu, sitaki tena kuwa mnafsi, sitaki tena kutawala maisha yangu mwenyewe, nataka Mungu awe ndiye anayeandaa njia za maisha yangu. Yatakwenda sawa, ukiwa na imani kwa Mungu kila mara, mambo huenda sawa. Kwa hiyo ushindi mkubwa zaidi ni kujisalimisha, kumkabidhi uongozi wa maisha yako yeye ambaye hajawahi kushindwa vita. Inatumia maneno ya Biblia, Mungu hajawahi kushindwa vita. Mungu si mwanadamu aseme uongo, wala si mwana wa mtu aahidi na asitimize. Mungu si mwanadamu sema, Mungu si mwanadamu. Yeye ni yule yule wa jana, ni yule yule wa leo, ni yule yule milele. Kwa hiyo kumwamini Yesu Kristu ni kupumzika katika uangalizi wa Mungu kwa ajili ya maisha yetu, katika Zaburi 37. Hii Zaburi muhimu sana, naipenda hii Zaburi 37, ina maneno yanayotuliza roho basi neno la Bwana linasema "Mkabidhi Bwana njia yako, mtumainie, mtumainie. Amini. Inawezekana leo unapitia changamoto kubwa sana maishani mwako, inawezekana leo uko na utambuzi mbaya wa matibabu ambao unasababisha matokeo mabaya kwa mgonjwa na pia ubashiri mbaya wa ugonjwa huu. Ni mara ngapi nimeona na nitaona watu wakifika kwenye huduma yetu, wakilia, wakisema kwamba daktari alisema wana saratani kwamba wana miezi sita ya kuishi kwamba hakuna tiba kwa sababu inaathiri mizizi ya maisha yao hatimaye tulisali na kuamini na muda fulani baadaye mtu huyo anakuja na kusema mtume daktari amebadilisha maoni yake ugonjwa huu ambao ulionekana kuwa mbaya unatibiwa wakati mwingine ni miujiza na kuponywa mara moja wakati mwingine ni maendeleo mungu ana wakati wake na njia yake ya kufanya kazi lakini tunapomkabidhi Bwana njia yetu, njia yetu na kumtumainia, si tumainii mimi mwenyewe, si tumainii mwili wangu, na mtumainia Mungu zaidi ya hapo. Kama Biblia Takatifu inavyosema, yeye atafanya. Kwa hiyo, huhitaji kuelewa njia yote. Inatosha tu ushikilie mkono wa kiroho wa yule ambaye hajawahi kukosea njia ya maisha, kama vile mtoto anayelala kwa amani kwenye paja la baba yake. Kwa mfano wakati wa safari unaweza kupumzika kwa urahisi hata bila kujua maelezo. Mtoto anaweza kupanda mara ngapi? Baba anaweka kwenye kofia ya gari na kusema ruka, bali na mtoto hujitupa chini. Mwamini baba yako. Nilifanya hivi na watoto wangu. Ni mara ngapi nilicheza na watoto wangu nikiwatupa juu angani, na wao walitaka nifanyie tena, kwa sababu walikuwa na uhakika kwamba ningewashika, singeacha waanguke ulinzi wa Mungu ni wa moja kwa moja. Yuko kazini sasa hivi, hata kama huoni kwa macho yako ya kawaida, anafanya kazi. Kwa hivyo kuamini ni kuwa na hakika kwamba yeye yuko mbele, tayari ametangulia mbele katika vita hii unayokabiliana nayo leo, vita kali. Tayari ametangulia, tayari anafungua milango, kama nilivyosema, ambayo hakuna mtu anayeweza kuifunga anafunga milango ambayo hakuna mtu mwenye uwezo wa kuifungua. Kwa hiyo amini hili, maisha tele huanza wakati Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo anatawala. Ningependa kumaliza na kitabu cha Yohana sura ya kumi na tano mstari wa tano. Neno la Bwana linasema, mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa matunda mengi kwa maana pasipo mimi hamwezi kufanya lolote. Basi Bwana Yesu anazungumzia kuhusu uhusiano, muunganiko na ushirikishwaji wa uzima. Mimi ni mzabibu, wewe ni tawi. Ukikaa ndani yangu utazaa matunda mengi, kwa maana pasipo mimi hamuwezi kufanya lolote. Basi umeitwa kutegemea, sio kujaribu kuwa wa kujitegemea mwenyewe una maisha tele, na hayo maisha tele huanza tunapokuwa na kila kitu chini ya udhibiti, sio wakati, si chini ya utawala wa mwili, bali chini ya udhibiti wa Mungu, tunapotambua kwamba tunamhitaji kila siku ya maisha yetu. Basi ni katika mahali pa kutegemea kabisa kwa Mungu, kama Paulo anavyosema, uwezo wangu unatoka kwa Mungu. Unasema nategemea Mungu kwa asilimia mia moja ndipo unaanza kuona hili neno zuri la ajabu la kina lenye nguvu la utukufu la ukuu linaloitwa muujiza. Basi upokee leo majibu ambayo hukutegemea. Amani kuu yingie moyoni mwako, kwa sababu Mungu anapotawala, hata mapambano yanapata kusudi na hata jangwa linakuwa mahali pa riziki. Kumfuata Yesu ni kuamua kila siku kwamba yeye ana thamani zaidi zaidi sana kuliko faida yoyote ya kidunia leo ni siku yako kusema: Bwana Yesu, chukua udhibiti wa maisha yangu, ninaamini katika njia yako, ninaamini katika ukuu wako. Kwa hivyo tayari umeelewa, kujikana mwenyewe sio kupoteza, ni kupata uzima ambao Yesu pekee angeweza kukupa. Amunu hili lipokee iniliki mwanani mwako e Unataka kumfuata Yesu? Jikane mwenyewe, chukua msalaba wako na uishi maisha ya ushindi. Nzuri sana, nina njia ya wewe kuwasiliana nasi. Tuna nambari mbili za simu, moja ni WhatsApp 991274154 na iko hapa kwenye skrini yako. Au ikiwa unahitaji maombi, maaskofu wetu wa kike watakusaidia umeandaliwa kwa maarifa ya Bibilia na upako wa Mungu ili kubariki maisha yako. 21 30 17 90 90. Lakini leo ni Jumapili, leo ni Jumapili, siku ya mapumziko, na nilitaka kukuacha na changamoto kubwa na muhimu ya maisha yako. Tafakari juu yake leo. Watu wengi hutumia Jumapili kupumzika tu baada ya wiki kali, lakini Jumapili inakusudi ina kusudi Bibilia inaita siku ya Bwana, siku ya ufufuo. Tunapobadilisha shughuli zetu zote, kutia ndani faradi ya kitanda, ambamo tunaweza kufanya mapenzi ya Mungu, hii tayari ni sehemu ya kujikana, la kuchukua msalaba. Tutakuwa na mikutano miwili mikubwa, ibada mbili kubwa hapa kanisani Cristo Vive. Anwani yetu, anwani ya kanisa kuu ni barabara ya marikaa 320, mtaa wa Kampinho, ukenda wa magharibi wa jiji la Rio de Janeiro. Ningependa sana ukubali changamoto hii na mwaliko huu, sio tu kutoka kwa mhudumu wa Injili bali kutoka kwa Roho Mtakatifu wa Mungu kwa sababu ana mipango, ana makusudi na maisha yako. Mungu aliponiokoa kwa kuniponya kwa kunitoa katika mauti, aliniokoa ili niwe chombo cha wokovu na chombo cha uponyaji, nami niko hapa kwa kusudi hili, nikiwapa changamoto kwa roho, ninakutia moyo uje kwa Living Christ Church. Utapata taifa takatifu, watu wa kweli wa Mungu waliofundishwa, walioelimishwa, wenye maarifa, kanisa ambalo ndilo alilolijenga na ambalo milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Utakuwa na familia ya kiroho, utakuwa na nyumba, utakuwa na mchungaji. Unaweza kusalimisha maisha yako ili ya chungwa kuleta watoto wako, familia yako, mke wako, mume wako na kwa pamoja kuanza safari ya ushindi ya kiroho ambayo haitaisha hata wakati maisha ya kimwili yanakoma, lakini itaongoza kwenye umilele. Tunakungoja kweli ili kujirekebisha. Bwana Yesu anakungoja hapa. Kristo yuhai. Katika jina la Bwana. Ningependa kumaliza kipindi hiki kila mara nikimtukuza Bwana kwa fursa na heshima anayonipa kuwa chombo cha kuhubiri injili ya Mungu. Ninapenda sana kuwashukuru watu wa kanisa la Kristo Vive ambao wanatupa msaada ili tufanye kazi kwenye redio, televisheni, vyombo vya habari na mtandao wa kimataifa. Ninashukuru pia timu yangu ya televisheni ambayo imenisindikiza kwa miaka mingi. Pamoja tunafanya neno lifike kwenye maisha yako na watu wa kanisa wanaotupa msaada daima. Nina neno la shukrani kwa wafanyabiashara wawili wa Kristo wa Rodrigo Ambrosio, Fabiana Ambrosio mke wake mpendwa, kutoka mtandao wa masoko ya Tobomio wa Villa Emil Mesquita. Ninyi mnaonifata huwa mnanisikia nikizungumza kuhusu hawa wafanyabiashara, watu wa imani, watu wa ukarimu watu wenye maono ya kiroho wanaupanda katika ufalme ili ufalme uendelee. Shukrani zangu Rodrigo Ambrosio na Fabiana Ambrosio. Pia ninatoa shukrani zangu za dhati kwa rafiki yangu Renato Vilarinho, mke wake mpendwa Claudia Richa, mabinti zao wapendwa na Zinzane wetu. Daima nasema hapa Zinzane ameinuliwa na Mungu na atakuwa daima mnara imara wa Mungu katika nchi hii. Kwa hiyo shukrani zangu, upendo wangu, agano langu na hawa wafanyabiashara wanaompenda Mungu, wanaweka Mungu wa kwanza na wanaunga mkono kazi ya Bwana. Sasa basi tutamaliza kwa kukukumbusha kwamba leo ni siku ya Bwana, ni siku yako kuamua utakuwa nani kwa maisha yako yote yaliyobaki. Mungu hakukukita uwe mwathirika. Mungu amekuita uwe mshindi. Kwa kweli Paulo alisema katika mambo yote sisi ni zaidi ya washindi. Hii ndiyo pendekezo langu, ni pendekezo la Mungu kwa maisha yako, ni pendekezo la Biblia Takatifu. Jumapili yenye baraka na furaha, upendo wangu, kumbatio langu, neema na amani kutoka kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunakuongojea, maisha yako yatabadilika. Wakati wa muujiza katika maisha yako ni leo, wakati huu umefika. Neema na amani.